Jambo ambalo tunataka tuikemee, na askofu amesema kwa, kwa kirefu. Askofu huyu amezungumzia ukabila. Nyinyi ni Wakristo. Kama huyu askofu wenu angekuwa mkabila, leo amungeona sura ya Kimani Ichung'wah? Leo amungeona sura ya huyu mrembo kutoka kule Kajiado? huyu ni Maasai Mnaona huyu mrembo wapi? Makofi ya huyu madamu. Leo amungeona sura mzuri kama huyu mama ya Busia, amungeona wangwa hapa sisi. Na mimi nashukuru kwa sababu askofu hata alikosoa wenye kola. Mimi nimeshangaa Kimani shungwa na governor wa hapa kwamba kutatokea mtu mwenye kola anasoma maandishi ya kuunga ukabila. Watu ya Lurambi, nawauliza nyinyi, ukabila ni kitu unaweza kuhubiri? Unaweza soma kwa Biblia usomee watu, waambie jamii yako Waluya, wewe ukitaka kukaa kaa na Mluya? Mi nilimwambia viongozi wa magharibi, na mimi ntauliza Ichung'wa, na ndauliza gavana wenu, baada ya uongozi ya William Ruto, Tungependa na tunaomba Mungu uongozi ije magharibi, na mimi nawaambia nyinyi jamii ya Mlembe, wacheni kuangalia uongozi na macho moja, anzeni kutuzungumzia sisi wa Kalenjin wa Kikuyu, ndio Kenya itembee barabara moja. Msikae tu mkiongoja ati William Ruto aombe nyinyi kura, anzeni na nyinyi kuomba yeye ili akimaliza iteremuka hapa na tutawasaidia, yeah. yenu hii haihitaji kusukumwa na stima, hii ni ya gravity. Yeah. ni sawa, si sawa? msiwe wenye baridi, msiwe wenye baridi. Mimi nashukuru huyu Mungu, alifanya vyema leo tuko na rais wa Kenya kwa jina ya William Ruto. Tunataka jina ya mtu magharibi Awe rais. Umoja wenu ni amana sana katika jamii, lakini haishindi umoja ya Wakenya vile askofu amesema, don't preach too much about unity of mrembe, preach much about Kenya so that Ichungwa akikuja kuchakua rais kutoka magharibi, hawe ni rais ya Wakenya, yule mkabila ambaye tunauliza ambaye aliondokea na hamala na wengine walimtoa bunge. Walimtoa kwa sababu ya sifa zake na tabia mbaya kwa Wakenya. Imagine unayambia mrui hapa una share. Alafu unapata mtoto wenu mdogo hajui hata sijui kutafsiri share ni nini. Wewe unaweza tembeaje na mtu amesaliti the whole community? Inawezekana mtu aseme share leo kesha aseme uniunge mkono. Mimi nataka tukemee tukemee tukiwa Wakenya. Si kwa sababu sisi tungetaka, hata tukitaka, jambo la ukabila ni jambo ambalo italeta kutatanisha amani. Amani ni kitu ya maana. Tumekuja leo hapa kwa sababu there is enough peace. Hawa hawa wangwana wazungu, unaona wanatuangalia, lakini si ati wanapenda kama kuna fujo <laughs> yeah? Kenya ikiwa na amani mambo itaenda sawa. So mimi sitaki, nataka kutembea na Wakenya ama mnataka ku retreat kwa ukabila? yeah, yeah, yeah, yeah! Mnataka kutembea na Wakenya? yeah, yeah, yeah! Na mimi nashukuru gavana wenu anaongoza mbele kupinga mambo ya ukabila hata yeah, yeah, yeah, yeah. Kabla kina Wangwe na kina Lurambi kufukuza huyu mkabila the first governor kukashifu, yule alifukuzwa Alikuwa huyu Fernandez Barasa.